Baada ya kumshukuru Allah jalla waala nachukua, nafasi hii ya kuweza kutoa nasaha fupi kwa wale wote ambao wanatufuatilia katika YouTube yetu au katika ukurasa wetu wa Facebook, na tunatakiwa tuchunge nasaha hizi na tuweze kushikamana nazo kisawasawa. Na nasaha zangu za leo, ningependa watu waichukulie umuhimu dini yetu na waweze kuifuatilia na kuacha kupuuza mambo masuala ya dini, hasa tani katika malezi. Wazazi wengi wamepuuza malezi, kuwalea watoto wao katika tarbia ambayo ni nzuri. Mtu anaweza kumwacha mtoto wake, hajui mtoto yule anafanya nini, mtoto yule haswali, mtoto yule ni mwizi, mtoto yule ana mambo yote ambayo hayafai kwa watoto ku Kuyafuata. Lakini mzazi yeye kikubwa zaidi malezi anajua ni kumpa chakula, kumlipia karo ya shule na mengine mengine, lakini hawezi kujua mtoto huyu anafanya nini, mwenendo wake ni upi. Kwa hiyo tuchunge na malezi, kwa sababu kila mmoja ataulizwa. Kullukum rai wa kullukum masulun an raiyatihi, kila mmoja ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa jambo gani amelichunga Umechunga vipi mwanao, umemchunga vipi mkeo. Kwa hiyo malezi ni jambo ambalo itaweza kutufanya kutufanya tunyanyuke, na malezi ndiyo ambayo yatatufanya sisi tuanguke. Kwa hiyo na saa zangu fupi, wazazi Allah, Allah, wazazi wenzangu, tuweze kuchukua nafasi hii ya kuweza kuwalea watoto na kuangalia mwenendo mzima mtoto wako vile anavyotoka kuanzia asubuhi mpaka anaporudi nyumbani. Je, mwenendo wake ukoje? anakwenda katika mazingira gani. Kwa hiyo kwa hayo machache naomba tuweze kusub, subscribe katika chaneli yetu hii kwa kuweza kulike na kuandika katika maoni.